kwa sharti makhsusi, hija kilugha ni kukusudia, lakini kisheria ni kwenda Maka kufanya amal za hija, manasik yale, kutufu, kwenda Safa na Marwa, kwenda Arafa, kwenda Mina, kwenda Muzdalifa, kwenda Ramiyul Jamarat, kupiga Jamarat. Kwa hiyo ni kwenda nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyo Maka ambayo ni Alkaba.

lakini pia tukasema unaweza hata ukafanya umra katika wakati wa hija ukafanya hija pamoja na umra yake, kama ile alqiran ambayo inazungumzwa kwamba ni kuiingiza umra ndani ya hija. Lakini pia tukazungumza miongoni mwa mambo ambayo na fadhila utakazozipata katika hija na umra, tukataja kwamba radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio kitu muhimu na bora sana kiasi kwamba Mwenyezi Mungu akasema, alhaju lmabrur laisa lahu jaza illa ljanna. Ibada hii ikifanywa kwa sharti na vigezo vikikamilika, qualification zile ambazo zinahitajika ukazitekeleza ndani ya ibada hizi mbili, ndugu yangu, mtume anakuambia hakuna malipo mengine isipokuwa pepo. Kwa hiyo haji yoyote na mbashiria, bali sija mbashiria mimi, amebashiriwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba akienda hija na vigezo vikakamilika atarudi akiwa pepo. Ndiyo malipo yake. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa hao watu watakayoipata pepo ya Allah. Hii ndiyo taarifu ya haji.

Ameenda kuzuru eh, manasik alharam zile aladhi al haramahu Ibrahim na mambo mengineyo kama hayo, lakini pia unapata radhi za Allah subhanahu wataala kwa kuyafanya hayo yote, na unakwenda kujifunza na kufundwa na ibada hii ya haji kwa sababu wengi wao wakifika Makka katika zile sehemu ambazo <coughs> hija inakufundisha subra kama kama kama Mina kama Arafat, kama Muzdalifa. Hapa ndipo utakapoyakumbuka maneno yangu hija. Ukifika wa Arafat na ulilala Mina na ukalala Muzdalifa, ukalala siku tatu Mina, hapo ndipo utakapokumbuka maneno yangu na maneno ya kila shekhe na maneno ya hawa ulamaa kwamba hija inakulea. Kuna madhahiri mengi sana ya malezi tena yuallimuka sabr wal khushuna, inakufunza ukakamavu na subra. Wengi hatukuijua subra mpaka tulipokwenda Mina, ukawa unapanga foleni kwa ajili ya kwenda chooni, mbele yako kuna watu arobaini thalathini, mpaka atoke mmoja baada ya mmoja. Na vitu hivyo vinatokea mara moja moja, kukosa kesi kama hiyo. Kwa hiyo hata zile tabia au vile kukidhi haja za kimaumbile katika baadhi ya nyakati unakuta ndani yake unafundwa na kulelewa malezi ya hali ya juu. Ndio maana ukirudi nyumbani unakuwa mtu mwingine, unakuwa mpole, unakuwa unafahamu, unaelewa. Watu wanaweza kusema amebadilika fulani. Hujabadilika, hii imekubadilisha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awape kila mnalolitarajia, ndugu zangu mahujaj, na Mwenyezi Mungu atupe safari ya umra yenye kheri na baraka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.